Mahakama ya mwanzo kwenye mji wa Eastern Cape nchini Afrika Kusini, hivi leo inatarajiwa kutoa hukumu dhidi ya kiongozi wa chama cha upinzani cha Economic uh, Freedom Fighter, Julius Malema pamoja na aliyekuwa mlinzi wake Adriaan Snyman. Malema anakabiliwa na mashtaka ya kutumia bunduki yake vibaya kwenye eneo la umma wakati wa mkutano wa maadhimisho ya miaka tano ya chama hicho mwaka 2018 kwenye uwanja wa Sisa Dukashe. Akizungumza na wanaharakati wanahabari hapo na msikilizaji Malema alisitiza kesi hiyo inachochewa kisiasa. "The case the", kesi imeanguka mbele ya hakimu. Upande wa mashtaka umeivuruga kesi na lazima iwajibike. Mara nyingi hutokea hivi ukifuata siasa badala ya sheria. Kama unampenda mtu humpendi, unafaa kujiuliza sheria inasemaje, si kujiuliza je, hisia zangu za kisiasa zinasemaje. Huu ni uhalifu wa kisiasa na unamalizika leo. Tunasubiri hukumu. Ni sauti yake Julius Malema, kiongozi wa chama cha EFF kule Afrika Kusini.